Asifiwe so, tena Ah, uh, nafurahi kuwa hapa siku ya leo. Ah, uh, sikuwai kupata opportunity ya ku meet Sharki uh, uh... Ah, Ah, but kuarawasejo simkae chini, hawa suko kama kakaa wamekaa chini, simkae chini, watu waone garden. Eh, karibu sana. kwa sababu yes, um,

Akoko ananiidia kuipost mi kile nataka kusema tu kwa sababu ya kuweza ku you know, kufulfill ile you know, desire aliko nayo. Nilisikia ako na mtoi, sijui kama mtoi ako chuo, ako ako area ama ako chuo eh? Sawa, ni mtoto wako shule ama ni mdogo bado? ni kadogo yeah. kama kangekuwa shule labda ningekasort at least eh, school fees kidogo ya miaka kama mbili. Sijali hata hata, sio sio, tutapsort, lakini tunaweza kusort sasa. Kwa hivyo yule msi yako in charge, labda naweza kuniangalia tu namba ya shosh yeah. alafu ne... okay. asante eh yeah. Huu ni waingo hakuna mtoto. Hakuna. So short, top, so that, so that we, we ni shosho. Anko ameniambia yule anahitaji kusapotiwa ni dad. Eh, hey, dad, ya. So dad itachukua namba yako personally, a lau taongea tutuone inaweza kufanya hapa kule TikTok. habari zenu Unaingiliaga waingoo sana baa, na mmezoea kwa... <laughs> kucheza na waingoo, endeleeni hivyo hivyo, mali inatoa mkate. Ukipata hiyo jina inatoa mkate, piga hiyo jina kabisa.

kambia kitu Devo anajua, Devo anajua ile place, place ye yenye God bless ile place, God bless. ni sasa zile unashika mtu wako nidi mkono, sasa zile una bless wase au kwanza una, kwa una, una bless kwa sababu ya wao, unawa bless kwa sababu yao. So what happens usually ni sasa zile unashika msee mkono blessing. So so So what the the devil does is to make sure he discourages you you you. from supporting people so that you don't get the blessing. Thank you. So where kile una do? Ufunge tu maskio. Ujue, every time you give your hand to someone, you're doing it for yourself and for your family. There are things that you will never see, but the things that you're planting now, zingine walo watavuna hiyo matunda ni watu wako. Thank you. Wewe mwenye inaweza kosa kufikia, Ifanya tu sio kwa sababu yako yako, but kwa sababu generation ya generation yako. Usi give up bro. Hapo hapo. Asante. Amen. Amen. Pigieni pigieni nani, Guardian. Huyu si mtoto mtoto wa Sharikido. Wateni wateni tufafanue vizuri. Huyu mtoto si wa Sharikido lakini ni kakazi ya Sharikido. Hata hapo ndio wakifikiria wa ni mtoto wa Shariki, lakini si mtoi wake. Tungependa kufafanua hapo sawa? semeo sijuikakara aanamika Aa, kazi mm. Lakini alikuwa na trade kama mtoto wa nani washarikido, tembea na mko hapo, enda naweza toa kakitu. Kuna hawa tiktokers ambao hamwaoni hapa na tumekuwa na wao usiku, na pia wamekuwa kwa komiti. Tuko na Steve wa massage Kuu kuja, kuja, uko wapi? Au tumeshinda nao, yeah. Tumetoka na wao usiku hawajafika. I, I nataka nichukue nafasi hii, kitu ya kwanza kushukuru komiti ah, ah, kama ulikuwa hapo na ulikuwa kwa komiti, asanti sana kwa kazi ngumu ambayo tulingangana pale na tukaweza kufika hapa. Sawa sawa. I think au TikTokers bado hawajafika wa but ni vizuri tutambue kazi nzuri ambayo imefanywa na na Steve wa masaji wanga nasa, ana wa masaji masaji mama wa mama peke yao <laughs> <laughs> Eh, TikTok niliwaambia na kuanga ni, ni niliwaambia na kuanga platform nyingine inakuanga fani sana. Sasa kama ana masaji, wanga ana masaji masaji wanawake mimi ni nani? Niseme si hiyo kazi anafanyanga. Yeah, yeah. Steve anafanyanga kazi ya kumasaji wa mama peke yao na MC Chris naye anafanya kazi ya UMC na Swins Mauno anafanya kazi huko kwa Modern Furniture. Na tena nirudie kwa investors wote wenye wametusupport, asanteni sana, sitaweza kuwataja wote. Tuko na John wa Phone Press Kenya, asante sana, ulikuja usiku na ukatusupport. Na sasa na nyinyi, kuna hashtag ambayo tunaitumia, tunasema hashtag Kenyans for Kenyans, si ndio? Kenyans for Kenyans. Kenyans for Kenyans. Power. Viva. Viva. Power. Ukiona nikitamatisha, nataka kuchukua nafasi hii kuondoka hapa, nitangaze kitu moja, niseme ya kwamba watoto wetu wanaaga wakiwa wadogo sana. Sawa, watoto wetu wanaaga wakiwa wadogo sana. Kwa platform ya banya banya, tumekonaaomijinabana umekataa kukuja hapa hapo, tuko hapa Tuko maeria, tulieni, tawapanga nisembe watoto wetu ninyi content creators wenye wakubwa, tukianzia kwanza na weweaikua show nataka kwa heshima ambayo mnanipa mimi kama mama yenu, uh -huh. ningeliza kitambo ningekuwa na mtoto anakutoshana obina My na kwa sababu ya ninaheshimu platform yako, nataka ufanye hivi. Platform yako iko na uwezo wa kutafutia vijana kama ishirini kazi kwa platform ya TikTok, si ati uende uwachukulie chini ya maji. Tunataka ukuje kwa TikTok account yako uingie live utuchukulie vijana ishirini Chris Kirubi hivyo wafanye hivyo. Saa hii mimi nimechukua vijana watano kutoka TikTok na nikawapea kazi wa Morgan na kuaminia wewe karaiko master. Sikiza nikwambie, kuna vijana ambao wako talented kabisa hii Kenya yetu. Na kwa hivyo apart from huyo msichana mwenye umechukua karaiko, tunajua Upe, sawa. Mimi naitwa naitwa Prisila wa Imani, na mimi ni mfanyi biashara tu hapa karibuni kwa duka yangu, inaitwa Imani Haven, huko nauzanga vitu mingi na wabida, na nyinyi wote wote content creators wote akina Guardian Angel, mkuje kwa duka yangu, msimame hapo, mkia munilete pesa zenu zikuwe zangu, sawa. Mimi naitwa mama Janziz. Kuna wakati mwingine nikiongea wanalalamika wana, wana, wana, wana, wana, niwaulize mtatoboa hii maisha bila mama eji yetu? Tuende niende, mk mtogoie moileiajaiaur mtu amenileta hapa anaitwa Banya Banya. Banya, simama, uinue mkono hivyo watu wakuone tuu. Sasa umekata kukuja kusalimiana Banya.

Wanakioyorakuria nadugi TikTok is the only platform thainyw Africa etari haga Kenya we have tiktokers here who have a huge following they don't make a single coin from TikTok yet we have a government we have a date with this country, young people. We have a date with, uh, with this country young people anda gakuana maraa thani menaratwa that has to come to an end what happened that night. You, when the the the dust settles we shall get down to the bottom of the matter. Sasa kwa heshima tumeona swings mauno ameingia na kwa hivyo swings swings swings swings bila usiketi. Haya tumpigie makofi swings anapokuja. Swings mauno swings mauno na hakuna kuketi, karibu na yeye kwahivyo

Kufite. Yeah. Na poleeni sana kwa familia na pole sana kwa Wakenya wote, sindio? Eh. Yeah. Tumekuwa na wiki ingine ngumu, lakini Mungu ako pamoja na sisi, sindio? Eh. Yeah. So Mungu atusaidie tuendelee kujikaza na kila mtu achukue kura, sindio? Yeah. Nani hana? Usipige mm -hmm, picha na mimi kama una. Thank mm -hmm, you so much. Manze, eh, watu wote wenye support familia ya Kinashalkido mubarikiwe sana na msiwai kosa. Another thing kama wewe ni investor na uko na nafasi ya kazi patia ya yeah. E, patia kazi, patia watu kazi, hawana job, si ndio? Wapatie kazi, wanajikaza. Hata akitoa hiyo 100 si siatni yako job, ni ametafuta sana, si ndio? Asanteni sana na kubarikiwe. yeah. yeah. yeah. Naambiwa tumesahau kitu ya muhimu sana, na ni kuhusu 26 Kenyans for Kenyans, si ndio? Kila yeah. mtu kama wewe uko hapo na wewe ni Mkenya, na wewe ni Gen Z, unaelewa mambo, si ndio yeah. 26 munajua barabara zote kwenye tunaenda tunaamka, tunaonga na sabuni ya pesa, tunaweka gari mafuta na pesa zetu, tunaenda kusapoti mkenye mwenzetu. Lakini kitu ambacho hatutaki, hatutaki wanasiasa, naona vyenye munaanza kufanya chini ya maji, tunawaona na ile kitu wamewapangia. Wacheni ni waambie, mimi hata vitu zingine nazionea, nazionea kwa umbali, utashangaa tutamani sana, mnatamani watoto wetu baada ya mashida zote, mnataka kujiunga na tenzi si ndio? msijaribu kunukia hiyo hata kunusa, hivi msikuje kwa mama gift. Kenyans for Kenyans twende kazi si ndio? hiyo Day 26 tunaenda kwa mama gift. Asanteni sana pale Tito, kwenye wanatu support wa Kenya, wenye wako nje asanteni sana lakini wanasiasa hapo okay, yeah. Wa imani, uweke na na uweke wa imani, nasema niko ndani ya matanga na kama kawaida wanasema kazi ni kazi, hata kupiga picha pia ni kazi wa <laughs> tu tu. Na unajua kupiga bija na upigaji, mtu aliamka tu asubuhi akakula vitu zake akapiga bija akajulikana. Ona, ndio yake kio ndo umenyeke huu hadi makuu ndio. Haya nataka kuwapeleka marathon, nataka kuwapeleka marathon na nataka kuita waimbaji wote wale tuko nao hapa, lakini kabla waimbaji tuko na area chief, gojeni kidogo, lazima tutambue administration wametupatia security. Hawa si watu wa siasa lakini ni administration. Ni vizuri kuja chifu tusalimie. Wapi ya chifu? Pigieni makofi mazuri, pigeni baba makofi, pigeni makofi mazuri. Akuja wasalimia na wambia hapa kunaitwa aje na, na tunakuheshimu baba. Karibu sana, karibu sana sanaa. Habari yenu ana asikiwe yatu ah, ni machache sana, kwanza kumkaribisha nyinyi nyote hapa Tuko katika Morera Subcounty, Delta Division, Dome location na Dome sub location. Karibuni sana na sana. Nataka kila mtu asikie, akiwa sekiwa kwenye hako. Niko na askari wa kutosha, na tena watu wetu wanataka wanapenda usalama sana, na kwa hivyo ninajua wanalinda, na nambo wanamlinda vizuri. La pili, kwa niaba yangu na kwa niaba ya ofisi zetu yetu na kwa niaba hata ya kijiji hiki, kijiji hiki tugetaka sana kuleta a, rambirambi zetu na pole zetu sana kwa hii familia na kwa marafiki na kwa kwajeni. Sisi tunajua mmefiwa, na tumepoteza vijana wa nguvu hapa na tumepoteza i katika ile yetu, lakini nataka kusema hivi kwa niaba ya familia na kila mtu ambaye anasikia amefiwa, ya kwamba David in the book of First Samuel that wakati alikuta the city has been captured he encouraged himself in the Lord. Na nataka kila mtu, wakati wa ugumu kama huu na wakati wa majonzi, you s kama tunapenda huyu kijana na kama tunamheshimu, tudumishe amani leo na hata kesho na kesho kutwa. Watu hapa, watu wa eneo hili na watu na wakaaji wote wa Murera, ningetaka kuwaopa hadi siku ya Jumamosi tukutane pale mataji for masujadi celebration. thank you.